Citizen Nairobi. Mwaka huu wa 2025 umetajwa kuwa mbaya zaidi katika ukiukaji wa haki za kibinadamu. Ripoti za shirika la IMLU, e, zikieleza kuwa Kenya imeorodheshwa kama moja ya mataifa yaliyoshuhudia ukiukaji mkubwa wa haki haswa kutoka kwa maafisa wa usalama. Watu takriban mia moja wakiuawa kiholela waki Brenda Wanga anaarifu. Ripoti hiyo ya shirika la IMLU inaonyesha kuwa Kenya sasa imeorodheshwa katika orodha ya nchi ambazo hazizingatii haki za kibinadamu. IMLU inasema raia wa Kenya wameshuhudia dhulma nyingi za haki za binadamu.

systemic impunity by state institutions. Kulingana na ripoti hiyo ya IMLU, ukiukaji wa haki ulisababisha mauaji 97 ya kiholela, vifo 18 vya watu gerezani, kesi 72 za unyanyasaji, majeraha 49 yaliyotokana na maandamano na watu 1500 kukamatwa kiholela na watano kupotea. So if you are short from the back, you are honestly not at

Takwimu hizo na kesi za udhalilishaji pia zinaangaziwa na Jaji Mkuu Martha Koome ambaye sasa anavitaka vyombo vya usalama kusimamia sheria na kutii maamuzi ya mahakama. Where is the broken pipeline. Lakini kinachotia wasiwasi zaidi ni visa vya utekaji nyara vinavyowalenga wanaharakati. Mwaka huu pekee, wanaharakati kama Boniface Mwangi na Bob Jagi wa Kenya, Maria Surungi wa Tanzania, miongoni mwa wengine walitekwa nyara nyumbani au nje ya nchi na kuteswa. Shirika hilo sasa linaitaka serikali kuimarisha mamlaka ya uchunguzi wa IPOA ili kuhakikisha wanaokiuka sheria wanawajibishwa. Brenda Wanga, runinga ya yes Citizen. Rais William Ruto ameagiza wadau